Sasa tuongee kuhusiana na nishati rafiki kwa mazingira ama nishati mbadala ambazo zinakusaidia wewe kuendelea na shughuli zako, wakati huo pia bado unakuwa unalinda na kutunza mazingira na zaidi eh. zipo kampuni mbalimbali mbali hapa nchini ambazo zimekuwa zikiwezesha hilo, na hapa tunazungumza zaidi kuhusiana na kampuni ya Mysol Tanzania. Tuko hapa na Jofrey Muyenzi eh, kutoka Mysol Tanzania. Karibu sana asante sana. Na, na pengine tuanze kwa kufahamu zaidi kuhusiana na bidhaa ambazo eh, kiujumla eh, kama Mysol mmekuwa mkizitoa. Asante sana, aidha uh, niseme tu kwamba uh, kwanza Mysol tunasema ni kampuni nambari moja Tanzania ambayo inajihusisha na nishati mbadala, nishati uh, jadidifu kwa maana ya Uh, sola, uh, umeme wa jua ambapo kwa Tanzania ni kwamba tuko mikoa yote lakini pia pamoja na uh, Zanzibar, lakini tunajikita zaidi kuangazia kwamba uh, wananchi wote waweze kupata nishati mbadala. Tunatambua ziko jitihada za serikali za kufikisha umeme kila kijiji kina mahali, lakini bado ziko jamii ambazo ziko kando kando ya barabara au mbali, ya, mbali na barabara, lakini hata mjini kumekuwa kuna nyakati umeme unakatika katika. Kwa hiyo tunasema kwamba Mysol ni suluhu uh, kwa hawa wa wananchi wa Tanzania kwa sababu inakupa nishati mbadala ambayo ni bora, kwa maana ya betri zetu zinadumu zaidi ya miaka minane, uh, lakini pia tuna utaratibu ambao hata mtu wa hali ya chini anaweza akamudu kulipia kidogo kidogo. Kwa hiyo tunazo sola za aina mbalimbali sisi mbali. Tunasema tunaangalia zaidi uhitaji wa mteja, kwa hiyo mteja inategemea na mahitaji gani kuna mwingine anasema mimi nataka tu kwa ajili ya taa peke yake, tunazo uh, uh, sola ndogo kabisa ambazo zenye ni kama tochi. Lakini kuna wengine ni wavuvi, anasema mimi ni mvuvi na hitaji kwa ajili ya uvuvi, kwa hiyo tunazo pia uh, sola kwa ajili ya uvuvi, lakini tunazo sola za majumbani ambazo zenye pia zinaendana na tv. Sasa hapa ndipo ambapo tunakuja kuangazia ubia pamoja na Azama, ambapo mtu akichukua sola zetu pamoja na tv, tunazo tv uh, flat screen tv inchi 24, tv inchi 32 tunazo tv nchi ya arobaini na mbili na tv nchi ya arobaini na tatu ambapo mtu anaweza akafungiwa uh, sola pamoja na tv yake, lakini anaweza pia akachukua na king'amuzi cha Azam na akapata ofa kabambe kabisa. Kama ambavyo mnafahamu uh, Azam uh, ni, ni, ni, ni king'amuzi ambacho ni bora sana na watu wengi wanapenda, kwa tuko na ubia na na Azam pia. Aa, lakini pia kama haitoshi tunasema kuna wengine ni wakulima hapa Azam. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni, ni safi kweli kweli, lakini pia tunasema kuna watu wengine ni wakulima ambapo, uh, kwa wakulima ni kwamba wale wa umwagiliaji tunazo bidhaa ambayo ni, ni pampu kwa ajili ya umwagiliaji, lakini pia kuna wengine wanahitaji kwa ajili ya backup kwenye ofisi zao kwa hiyo pia tuna sola kubwa kwa ajili ya backup. Kwa hiyo tunasema sisi hakuna mtu tunamwacha patupu, ni kwamba nyingi, nyingi na tunamkava kila mtu kutokana na uhitaji wake. Kwa hiyo hii ndio Mysol Tanzania uh, kampuni bora kabisa mm, ya ya sola. Kwa bidhaa zipo ambazo hujazitaja pengine au umezimaliza zote? Kwa sababu kwa maana nimependa simulizi hii nzuri ya Mysol. Nimeziweka kwa mafungu, kwa hiyo kwa namna ya mafungu mm, zimeisha lakini sasa kwenye kila kategori ziko nyingi ah, kutokana na uhitaji ah, ah. Mwingine anasema ndio mimi nataka kufunga nyumbani, um. lakini mwingine anasema nina vyumba vinne tu, nahitaji taa nne. um. Mwingine atahitaji hapa, atasema hapana, mimi nataka kufunga nyumbani <laughs> lakini aa, labda ninahitaji taa kumi um. kwa sababu ya vyumba vingi um. lakini mwingine anasema hapana, mimi nina hoteli, nina loji, nina vyumba vingi, vyumba thelathini um. bado tunamkava tofauti so, na kampuni saa nyingine ambapo kimsingi bado hawawezi kumkawa kila mteja mm. yeah. hiyo mm. Mysol Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndio nasikia kwamba kuna mmezindua bidhaa mpya, ta tueleze kuhusiana yes, yes, hii pia yes. tofauti na okay. na tofauti yake na hizo bidhaa nyingine. Asante. Sasa uh, tumekuja kukaa na kuweza kufikiria kwa undani mm -hmm. Tukagundua kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwa mfano wajasiriamali wamama, hmm. Eh, lakini pia wale wenye vibanda hata vya mpesa mara nyingi wanafanya uh, biashara mpaka jioni. Sasa wale watu ni kwamba tumewafikiria kwamba tumewahudumia watu wakiwa nyumbani lakini anawezaje kuchukua mtambo wake a, pamoja na paneli na nini, akaenda akafanyie biashara kwenye kibanda cha Mpesa au kwenye meza yake. Wale wamama wanafanya biashara usiku, au wavuvi ambao wanaenda ziwani, wanaenda baharini. Kwa hiyo wale tukasema, tuwatengenezee tochi ambayo akiwa nyumbani anaweza kaichaji alafu ikakaa na moto wakati anakuwa kwenye biashara zake, kama kwenye kibanda cha M-Pesa, ambapo labda yuko kwenye bahari ziwa anavua. Lakini pia wale wamama wajasiriamali wanafanya biashara jioni na vijana anaweza kapata mwanga, eh. Kwa hiyo lile kundi lote tumelihudumia kwa namna ya hiyo bidhaa ambayo inaitwa solar lantern, mm, ambayo ile yenyewe kimsingi mtu hawezi kuipata kwa kesh. Anapewa paneli, anapewa na torch na kila kitu, lakini pamoja na chaja na, na chaja ya simu. Lakini huyu mteja ni kwamba tunasema atoe elfu sitini na tano tu na sisi tunamhudumia. Kwa hiyo hapo anakuwa amemaliza, lakini amepata kitu ambacho ni bora, ambayo pia ina waranti hii hmm. Ndio Mysol Tanzania ambayo inamjali kila mtu na lika lake na kila kila kila jamii inakuwa na malipo ya kila baada ya muda au akishalipa hiyo mara moja. Hii tochi ni mara moja tu akishatoa hmm. elfu sitini na tano maanaka amemaliza, ni keshi kuna kwa amepata bidhaa yake na anaitumia kwa ajili ya matumizi yote. Hakuna malipo mengine ambayo. Yes, yes. kwa mtazamaji ambayo ananiangalia sasa hivi ni kwamba anaweza akatupigia kwa namba ya bule tu, kwa sababu tuko nchi nzima. Kwa hiyo yoyote ambaye ananisikia ambayo yuko popote, mkoa wowote, wilaya, kata mm. na tuna mafundi kila mahali ambayo wanatusaidia kwa ajili ya kutoa huduma hizi mm. anaweza akapiga simu ya bule kabisa, haihitaji salio. namba na yetu ni sifuri nane sifuri sifuri saba tano tano sifuri sifuri sifuri. Akipiga namba hii ni bure kabisa, tunamhudumia popote alipo Tanzania. mm -hmm. Yeah, zipo uh, ofa mbalimbali ambazo mmeziweka ikiwemo punguzo la asilimia mpaka thelathini na nao zaidi eh, labda pia kutueleza uh, kwa upande huo. Asante sana. Asante sana. Uh, ni kweli uh, maiso, tumekuwa tunaleta ofa mbalimbali mm -hmm. kwa wateja wetu uh, ili kwa sababu wanapata kitu bora kwao na sisi kwa ajili ya kuwajali tunaleta ofa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna ofa ya kianzio. Kwa sababu hii mitambo yetu ni kwamba kuna wanaonunua keshi lakini kuna wengine ambao wanasema hapana, mimi uwezo wangu ni mdogo. Nataka nitoe tu kianzio kidogo baada hapo nilejeshe taratibu taratibu. Wapo wanaolipia kwa mwaka mmoja na wengine wanalipia kwa miaka miwili. Kwa hiyo kwenye kile kianzio sasa hivi kuna punguzo la asilimia 30. Sasa ni kiasi gani itategemea nataka mtambo gani. Kwa sababu kila, kila mtambo gani kila kila mtambo una bei yake. Sasa ili kupata maelezo zaidi, ndio hii ambayo nahamasisha watu wapige namba ya bule ili wapate maelezo zaidi. Namba yetu ni sifuri nane sifuri sifuri saba tano tano sifuri sifuri sifuri. Lakini tuna ofa zingine, kwa mfano uh, tumekuja kidogo na, na, na, na kitu kizuri kwa ajili ya watumishi wa umma. Tunajua watumishi wa umma wanafanya wa kazi nzuri sana kwa ajili ya jamii. Ili kuwajali, sisi tumeweka tofauti na raia wa kawaida lakini pia wale ambao wameajiriwa kwenye... si watumishi wa umma. Naam. Uh -huh. Lakini pia kuna wale ambao wameajiriwa kwenye sekta rasmi, sio sekta ya umma, lakini ni sekta rasmi ambao kabisa wana mikataba na wenyewe, pia tumewapa tume namna tofauti, ambapo hawa hawatakii kutoa chochote wanapoanza kulipia mitambo yetu. Mm -hmm. Kwa hiyo yeye atasema tunahitaji... Mm -hmm. Sola tutathibitisha tu ajira yake, basi tunamfungia, tushathibitisha ajira yake, alafu ukiisha mwezi ataanza kulipia kidogo kidogo. Sasa, utaratibu wa malipo yake itakuwa tofauti. Tutakaa na mwajili tutasema kwamba huyu mtu asianze kuhangaika mpaka akatoe pesa akafanye nini, huyu mtu tutamkata moja kwa moja kwenye mshaarawake uto a mwaj aadauubaiana uansa atakidogo kidogoska miwii a tunasema kwamba biza yetu inadumu zaidi ya miaka minane lakini pia Uh, paneli zetu na vifaa vingine kama TV uh, balbu zinadumu zaidi ya miaka ishirini. Kwa hiyo pia mkataba wetu uko wazi kwa sababu sisi mteja hatumuuzi tu kiholela. Mm -hmm. Ni kwamba tunaingia naye mkataba ambao tuna, tunaandikishana. Anakuwa na kopi na sisi tunabaki na kopi. Ile inatupa sisi uh, au inamthibitishia mteja uwajibikaji wetu kama kampuni kwenye kile ambacho tunamwaahidi warranty ya miaka minne, kwa ya miaka minne kwa huyu mteja, ana vifaa vingine ambavyo kimsingi vinadumu zaidi ya miaka ishirini na vifaa vyetu, tunasema huwezi ukachukua paneli yetu ukaenda ukatumia kwenye beti nyingine, kwa sababu zina plug zina plug. Kwa hiyo e, hata king'amuzi cha Azamu mtu akipata kwa ubia ambao tumeingia na Azamu, maanake kuna, kuna nyaya kuna kebo ambayo una plug kwenye king'amuzi una plug kwenye betri, hakuna sehemu unaunganisha unganisha kama zingine. Sasa hii kimsingi a, tunasema mteja lazima arudi tena kwetu, yani baada ya miaka nane au kumi mteja anarudi tena kwetu kwa sababu ana vifaa ambavyo vitadumu zaidi ya miaka ishirini kama panel na kadhalika. Sasa okay. ile uh, tunampa kama offer kwa maana kwamba akirudi na ile betri tunasema njona betri ambayo imeshachoka mm. alafu tukupe nyingine kwa sababu mm. ni nje ya warranty, utatoa kiasi kidogo cha pesa, ni kiasi so, kidogo mm. ili aendelee miaka mingine nane. Kwa hiyo akijiunga, uh, mteja akijiunga na Mysol, maana yake huyu mtu ameingia, ni kama mkataba wa kudumu wa kupata nishati mbadala kwa uhakika kabisa. Naam. Nimesikia kuna punguzo la asilimia thelathini. Naam, kwenye malipo ya awali. Inapatikana kwenye bidhaa zipi? Ah, kwa mteja yupi? Okay, sasa uh, kwa huyu mteja ambao ni mtumishi wa umma huyu hmm. Kwa sababu hatoi kianzio huyu, maana yake hiyo ofa haimuhusu hmm. Lakini kwa hawa ambao wanachukua kwa mkopo mitambo yote ambayo kimsingi inaenda kwa namna ya mkopo hmm. ni kwamba watapata hilo punguzo la asilimia thelathini, maana yake pia haitahusu ile tochi ya wavuvi, kwa sababu ile ni keshi pia yenye pia ile itakuwa haihusiki na na hii ofa. mm -hmm, sasa. yes. mm -hmm. kwa hiyo naam. Naam. Sasa uh, tayari mko nchi nzima, na mtu akitaka pia kufika katika ofisi ya karibu na ye akiwa mm. popote pale mm. ni kwa vipi anaweza akafikia? Aha, sasa uh, kama nilivyosema, tuko mikoa yote mm. na sio mikoa tu, kwa mfano nitolee mfano kwa Dar es Salaam. kwa Dar es Salaam tuko na ofisi Mwenge mm. lakini pia tuko na ofisi pale Buguluni Malapa kwa hiyo kuna mikoa ambayo tuna ofisi zaidi ya moja. Sasa kuelezea ofisi zote Tanzania inakuwa kidogo ni changamoto, kwa hiyo sana sana nitaje namba ya bure ambayo mtu akipiga anakuwa connected na mtu ambaye ni ofisi, kwamba mimi niko Mwanza ataambiwa, mimi niko Arusha ataambiwa, bwana kama uko Arusha ukisogea tu uh, pale mna, mnara wa saa ofisi iko hapo ataelekezwa hivyo, kwa hiyo okay. Nadhani ni namba ya bure ndo ambayo ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji anaweza akaichukua aka kwa ajili ya kupata maelezo zaidi na huduma ambayo, namba yetu ni sifuri nane sifuri sifuri saba tano tano sifuri sifuri sifuri rahisi kabisa hiyo namba. Naam, naam, lakini pia nilitaka ni niongezee kitu kingine. Mm -hmm. Ah, nitaka ni niongezee kitu kingine kwa maana ya ah, tunalo wimbi la vijana mm -hmm. kujiajiri Hmm. Yaani sasa, sasa hivi unaona kuna watu wamemaliza vyuo hmm. E, wengi ni vijana wengi, lakini kuna wengine hata hawajafika chuo, lakini bado ni wale vijana ambao wanatamani kujiajiri, wapate kipato kuendesha maisha yao hmm. Sasa fursa ndio hii. Inawezaje kuwa nafasi kwao na wanawezaje pia wakaipata? Okay, sasa kama nilivyosema, kwa mfano uh, tumeingia ubia na Azam mm -hmm. Na Azam imekuwa ni fursa kwa vijana, kwa sababu uh, ni kingamuzi ambacho uh, unaona kinaweza kaonyesha ligi mbalimbali mbali. Sasa hizi ligi mara nyingi sana mtu anaweza katengeneza kila, na, eh, kijana anaweza akatengeneza banda umiza mm -hmm. akaweka pale akiwa na kianzio tu cha laki moja na sitini mm -hmm. anapata kwetu panel ya wati themanini anapata TV nchi 24, mm -hmm. Lakini anaweza kaongeza hela kidogo akapata TV kubwa, uh, nchi 32, lakini huyu mteja uh, anaweza anapata betri, anapata pamoja na taa, lakini kama haitoshi sasa anaweza katoa shilingi 1650 tu, akapata kingamuzi cha Azam. Maana yake sasa anakilipia kile kingamuzi cha Azam kidogo kidogo, lakini ataanza na 1650. Kwa hiyo unaona haifiki hata laki mbili kijana ku, kama anabandaumiza akawa tayari ana mtaji wa kuhakikisha kwamba mechi ijayo anaonyesha mpira kwa kutumia Azam pamoja na sola kutoka Mysol. Sasa atakaa mwezi mzima, ndio sasa aingie kwenye jukumu la kulipa, aidha kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi hmm. Sasa huu mwezi mzima ameendesha biashara hapa, maana yake huyu mtu tayari ameshapata kitu cha kulipa baada ya mwezi kuisha na tayari anakuwa amepata pesa nyingine nyingi sana, ambazo hizi pesa anaweza akazitumia kwa ajili ya kuendesha maisha yake. Kwa hiyo tunasema, sio kwamba Mysol ni kwamba ni kampuni ambayo unataka mtu tu arejeshe, kwa kijana anaitumia Mysol kama fursa, kwa maana kwamba kianzio chake tu kinatosha kuwa mtaji. Sasa anavyopaleti biashara ya kuchaji simu pamoja na kuonyesha uh, hizi hizi ligi, tamthilia na kadhalika. Mm -hmm. Ni kwamba huyu mtu tayari anajitengenezea kipato kupitia jamii ambayo imemzunguka. Mm -hmm. Kwa hiyo ni fursa kwa, kwa vijana wale ambao bado mpaka sasa wanakosa huduma za maeso. Na. Nini ambacho unawaambia? Uh, ah, kwa kweli niseme wame, wamechelewa sana. Mm -hmm. Na hivyo ni mwambie tu ndugu mtazamaji wa wa Azam ni kwamba umechelewa umechelewa, na kama umechelewa, wakati ni sasa mm -hmm. wasiendelee kuchelewa kwa sababu sasa tuna hizi ofa za punguzo la asilimia thelathini. Asilimia thelathini ni kiasi kikubwa tu, na ambazo zitakuepo pia kwa muda gani? Uh, sasa hii ni ofa ambayo uh, ilikuwa ni ya mwezi wa tano mm -hmm. lakini tumeiongezea muda kidogo kwa wiki hii ya mwanzo wa Juni mm -hmm. kwa hiyo sasa hiki ni kitu ambacho mtu anaweza akapiga simu ya bule mapema ili asija kapitwa na hizi ofa na akajikuta tayari anapata hii mm -hmm. fursa ya ya mitambo kutoka Mysol Tanzania mm, ambao namba yetu ni sifuri nane, sifuri sifuri, saba tano tano, sifuri sifuri sifuri. Asante sana, tunashukuru sana na tunakutakia pia majukumu mema, asante uh, Joffrey. Asante sana. Ni Joffrey Muyenzi uh, kutoka Mysol Tanzania, ambaye ni meneja ya biashara, kanda ya Pwani, akitueleza zaidi habari njema kutoka Mysol, kuhusiana na mengi ambayo wamekuwa wakifanya.